Ni Nathan J Kamlenga. Uh, ninafurahi sana kusimama mbele yako tukiwa na machache ya kuweza kuongea na mtumishi wa Mungu ambayo tuko naye, niombe niongee na mtumishi uh, ni wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina lako naitwa nani? Naitwa Melkisedeki Ntetema. Mwenyeji wa Mwenyeji wa Biharu, wa Biharu. Eh, ambapo lipo mission ya Biharu wazungu wa Swedish Free walifika mara ya kwanza, ubarikiwe na Injili na ikaanza, ikaanza yeah. Na furaha sana kukupata, ni tamaa yetu kusikia kile ambacho kiko moyoni mwako kwa habari ya, ya kumwamini Mungu. Ah, labda niseme ni, ni wiki hii tumekuwa nayo ya Pentecoste. Watu wote duniani waliompokea Yesu kwa bwana Mwokozi wa maisha yao wamekuwa wakifurahia tukio hili la Pentecoste. Ah Nisijue wewe umejisikiaje kwenye wiki hii ya Pentecost, umejisikiaje moyoni mwako ndugu? Na mimi nimebarikiwa sana. Pentecost ni neno zuri sana ambaro mtu akigundua kwamba ndipo kitu kilifanyika, kitu kimoja kikubwa cha kutusaidia katika maisha ya kiroho, ndio Pentecost. Naikubali. Amin. Na ninaamini kwamba atakaye itafuta Pentecost, maana yake aungane na sisi, atapata kitu kizuri, itakuwa msaada itatusaidia kwa sababu bila Roho Mtakatifu hujafanya kazi ikapendeza yeah. Kwa hiyo nashukuru sana kwa siku ya leo, ni kumbukumbu -kumbu nzuri ambayo tunahitaji tuifuate na itusaidia katika kuendelea kumsubiri Mungu kwa sababu hapa duniani ni kwa muda mfupi, tunatarajia kwenda mbinguni. Amina, amina, amina. Mnafurahi sana Sao. Unajua we zamani Sao, zamani ulikuwa na jina kipindi kile unakunywa bia unaolewa una nini, walikuwa na kuita jina Kalego. Sasa lile kalego lilikuwa linatupa wasiwasi maana yake ukienda vibaya, yule jamaa atakukwangua, utakula mweleka, mwisho wa siku unaingia dhambini. Sasa hivi ni mtu, Kalego limebadilishwa, limetakaswa na kuitwa mtafuta watakatifu waende kwa Mungu. Amina, nafurahi sana kukusikia. Naomba uniambie, uh, hivi Roho Mtakatifu umemwonaje katika maisha yako? Anaweza kukusaidia vitu gani? Roho Mtakatifu anaweza kuniongoza kwanza, niogope dhambi, ndio, alafu nitegemee kwamba atanituma nifanye kazi hmm, ya kuhubiri. Amina. Bila Roho Mtakatifu nguvu haziwezi kuwa za kutosha kufanya kazi kabisa. Ndio mara tulipewa Roho Mtakatifu ah, atuongoze na atusaidie katika kazi. Amina, ndio makusudi ya kupewa. Ni msaidizi wetu ambaye tulipewa na Bwana Yesu. Amina eh, ndugu mtazamaji, kama unamsikia una sana, mzee wangu anaitwa zamani, anaitwa Kalego ndiyo. Sasa hivi anaitwa Melkisedek Ntetema anazungumza yale alio moyoni mwake, kwamba Roho Mtakatifu amekuja ili atusaidie, awe mwalimu, awe msaada, atufariji, atuelekeze no. ni jambo jema. Naomba kama ulikuwa ukimsikiliza mahali popote ulipo, uokote kitu cha kukusaidia katika maisha yako. Unaweza kuwaambiaje watu wanaweza kuwa wanakusikia kwa habari ya nguvu ya Roho Mtakatifu? na nawaambia watu wote, watu wanisikilize, kwa sababu mm, mm. nilipotea muda kwenye vurugu mm. Nikatembea katika giza mm. Ulevi ilikuwa ni kitu ambacho sikukiogopa kabisa. Kwa hiyo sasa hivi mm. ni mtu mpya yeah. Nina mambo ambayo nahitaji nifanya, kwa sababu nilichelewa yeah. Tunahitaji watu vijana mm. Ulimwengu wote tuhubiri yeah. Kila mtu atahubiri kulingana na atakavyoongozwa na yule Roho Mtakatifu. Amen na watu wengine wajaribu kufuatilia mm. Roho Mtakatifu ni kitu ambacho kitawasaidia yeah. Watu wengine wapo tu, lakini hawajui Roho Mtakatifu mm. ina kazi gani? Ana kazi ya kutusaidia katika mambo yote mm. hata utaweza kufanikiwa bila Roho Mtakatifu. Ndio leo tumeiona, katika mahubiri ya leo yalikuwa ni ya kuhusu Roho Mtakatifu kabisa. Uiona eh? Kwa hiyo tunawaomba watu wote ulimwenguni mzima watambue. Mm. kuna watu wanahitaji kuona ni nani amefanikiwa kwa lipi. Mimi yeah, nimefanikiwa kwa sababu nimerudi nimerudia Mungu na ananisaidia, mm. Ninahubiri kwa njia ya kuwakumbusha watu walio nyuma mm, wanifuate niko kwa wasifikiri nipo kule. Yeah, yeah. Amina. Nikushukuru sana wewe ambaye utakuwa umetutazama. Jambo hili ambalo mtumishi wa Mungu amesema ni kweli, alikuwa dhambini, leo amepokea mm, Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ni chombo kipya kinachofanya kazi ya Mungu. Amejisikia vizuri kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu akubariki, na wewe Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe na kuangalia Huima Singers Biharu lakini usisahau uh, kucomment eh, na mambo mengine ambayo yanataka kuendelea kwenye chaneli yetu. Mungu akubariki. Amina. Asante sana. Mungu akutangulie na Mungu awe na kazi nzuri kila siku. Amina. Asante.